Huku tukielekea katika tamasha kubwa kabisa la Simba Day ambalo litafanyika mapema Jumapili hii tarehe 6 ya mwezi wa 8 mwaka 2023, hapa nimekuletea listi ya wachezaji wote ambao timu ya Simba Sport Club imekamilisha sajili zake mpaka wakati huu, na unachotakiwa wewe kufanya ni kushuka chini ya video hii na kugusa yale maandishi mekundu ambayo yameweza kuandikwa subscribe pamoja na alama ya kengele ili uweze kuwa moja kati ya wanafamilia ambao habari zote za kispoti na kiburudani zitakuwa zikikufikia popote pale ulipo. Mchezaji wa kwanza kabisa ambaye ameweza kusajiliwa na timu ile ya Simba Sport Club anajulikana kama Will Esomba Onana ambaye ametokea katika timu ya Rayon Sport ya kule nchini Rwanda. Katika msimu wa 2022-2023 Will Esomba Onana ameifungia timu yake magoli 16 akaweza kutoa asisti tano na akishiriki katika michezo 23 mchezaji mwingine ambaye ameweza kunaswa na timu ile ya Simba sport Club ni beki ambaye ametokea kule nchini Cameroon, ambaye anajulikana kama Chefondo Malone ambaye msimu wa 2022 2023 aliweza kuibuka kama MVP wa ligi hiyo. Mchezaji che Malone pia ni mchezaji wa taifa na pia alikuwa akikipiga katika klabu ya Cotton Sport. Mchezaji mwingine ambaye amesajiliwa na timu ya Simba sport Club anajulikana kama David kameta ambaye ametokea katika klabu ya Mtibwa Sugar, ambaye pia ameshawahi kuzichezea timu kama Biashara United, Geita Gold pamoja na Lipuli. Mchezaji huyu anacheza uwanjani kama defender. Mchezaji mwingine ambaye timu ya Simba Sport Club imeweza kukamilisha usajili wake anajulikana kama Aubin Kramo ambaye ni mshambuliaji ambaye ametoka katika klabu ya ASEC Momosa ya kule nchini Ivory Coast. Mchezaji mwingine ni Fabrice Ngoma ambaye ni mzaliwa wa kule DRC Congo ambaye anacheza kama midfield na alikuwa akikipiga katika klabu ya Al Hilali ya kule nchini Sudan. Mchezaji mwingine ambaye amesajiliwa na timu ya Simba Sport Club anajulikana kama Abdalla Hamis ambaye ametokea katika timu ya Bandari FC ya kule nchini Kenya ambaye nafasi yake uwanjani anacheza kama midfield. Usajili mwingine mkubwa katika klabu hii ya Simba Sport Club ni usajili uliomhusisha kiungo Luis Jose Miquessone ambaye alikuwa ametimkia kule nchini Misri akiwa nakipiga katika klabu ya Al Ahali. Licha ya kutokuonesha makali yake katika timu hiyo, lakini timu ya Simba Sport Club ilimhitaji tena na kuweza kuvunja mkataba na timu ile ya Al Ahli na akaweza kurudi, na akaweza kurudi kwa wakali hawa wa Msimbazi. Usajili wa golikipa Jefferson Luis kutokea kule nchini Brazili ulikuwa ni usajili ambao Simba iliweza kuufanya, lakini siku chache baadaye usajili huu uliweza kuvunjwa kutokana na golikipa huyu kuweza kupata majeraha hivyo Simba mpaka wakati huu bado ipo sokoni kuweza kutafuta golkipa mwingine ambaye ataweza kuitumikia timu hiyo kwa msimu wa 2023-2024 ili uweze kuwa kwanza kupata video zetu ni kukumbushe kushuka chini ya video hii na kugusa yale maandishi mekundu ambayo yameweza kuandikwa subscribe pamoja na alama ya kengele ili uweze kuwa mwanafamilia wa chaneli hii ya Moshiro Online TV